Inawezekana kukawa na bifu ya chini kwa chini kati ya baba na mtoto, nikimaanisha kwamba Zuchu na mtoto wake Baba Levo. Of course Baba Levo amekuwa akimwita Zuchu mama kwa sababu Zuchu ana deti na Diamond Platnumz ambaye Baba Levo anasema kwamba ni baba yake. Sasa, unaweza ukasikiliza hii remix ya Afande, ni ngoma ya Dogo Pate na kiwa amemshirikisha Zuchu. Kuna maneno ambayo Zuchu ameimba humu ndani ambayo yanatajwa kwamba anamsimanga Baba Levo. Eh? Mtu anaitwa mapua humu ndani, isikilize kwanza kidogo, jamani loneni lile pua lake kama Sasa baada ya ngoma hii kutoka, kuna vitu ambavyo Baba Levo anaviposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, vinaonyesha ishara kwamba uh, kuna kitu ambacho Baba Levo hajapendeza nacho kwa Zuchu. Na Baba Levo kuna msanii mwingine na mpromoti wa singeli, na anasema kwamba huyo sasa ndio msanii wa singeli, sio hao wengine ambao eh, wanakuwa promoted huko. Aka posti wimbo wa msanii mwingine wa Singeli ambaye yeye anaamini kwamba ndiye msanii halali wa Singeli eh, na akaandika kwamba nitafutieni huyu dogo mwenye hili goma. Hii ndio Singeli sasa. Huyu msanii anaitwa K Pizo MC. Na kwenye caption akaandika, changamka wewe. Alafu post inofuata, akamposti msanii huyo anafahamika kwa jina K Pizo MC, akiwa anapiga show nyome la kutosha na vibe la kutosha, na akaandika kwamba akaimojiza kucheka nyingi, afa akaandika kwa heshima. Umeelewa bana. Sasa vitu kama hivi vinatajwa kama vile uh, kuna kitu ambacho Baba Levo hajapendeza nacho. Hakuna maelewano mazuri kati ya Baba Levo na Zuchu kwa sasa. Hayo ni maoni tu ya watu, mawazo ya watu kupitia kwenye social media. Tokia karibu ni Zuchu, ni mpenzi wa Diamond Platnumz, lakini pia Baba Levo ni chao wa Diamond Platnumz, amekuwa akimzungumzia Diamond Platnumz asubuhi, mchana na usiku. Nani ambaye atanufaika na nani ambaye atapoteza, ikiwa kweli kuna utofauti kati ya Baba Levo na Zuchu? Drop komenti yako hapa chini. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni e-trending ya Ricky Media. Yeah. Yeah.